Wananchi wa eneo la Malabi manispaa ya Tabora wamemwomba Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi kutembelea tena mkoa huo ili ajionee migogoro ya ardhi inayoendelea licha ya maagizo ya kuyashughulikia kutolewa mwaka jana. Juma Kapipi ana ufafanuzi zaidi. Hatua hii ya wananchi imekuja mara baada ya kuitika wito wa Mkuu wa Wilaya ya Tabora mjini Suleimani Kumchaya uliokuwa na lengo la kutaka kuwasomea barua iliyoandikwa kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, ambayo ilikuwa ni agizo kwa wakuu wa mikoa yote Tanzania bara ya kutaka kutambua migogoro ya ardhi inayohitaji ufumbuzi wa wizara, migogoro inayosababishwa na watu kutoendeleza kwa muda mrefu maeneo yao ya mashamba au viwanja, viwanja, mashamba yanayopendekezwa kufutwa milki, kufutiwa milki. baada ya barua hii mweshimuwa mkuu wa mkoa akasema, basi kwa maana hiyo waambie watu wa marabi na halmashauri wanazo taarifa hizi kwamba ule ugawaji wa viwanja utasimama kwa muda. Mara baada ya kusoma agizo hilo, baadhi wananchi wakajikuta wamepigwa na butaa, huku wakimtaka mkuu huyo uiraya, wa wilaya kutoa ufafanuzi. Ungerejea kwenye meza yako tupate angalau mawili ya kukufikishia, ili angao tumelizika si na yale wezi kwenda kinyume cha ja wizara. Mimi kazi yangu ni kusimamia maagizo yanayotoka hulio kama serikali. Mwenyekiti wa kamati ya urasimishaji ya ardhi eneo hilo la Malami, Doto Yusuf akalazimika kuwatuliza wananchi hao ambao wamekuwa na mgogoro wa ardhi kwa muda mrefu katika eneo hilo linalodaiwa kutaka kutwaliwa na wajanja wachache kupitia uwezo wao wa kifedha. Tunaomba mweleze mheshimiwa waziri wa ardhi, nyumba na makazi Hebu hatume salamu kwa mkuu wa mkoa agizo hili liwaguse vile viwanja ambavyo havijapimwa, kwa sababu wataendelea kuwaibia wananchi maeneo yao. Sisi ambao tumepimiwa, tumegawana viwanja, mheshimiwa, hebu tuacheni tujenge nyumba za kimaskini. Hii Tanzania inakuwa kama sisi wakimbizi, tutakwenda wapi? Aidha, eneo la Malabi limekuwa na mgogoro wa muda mrefu, licha ya viongozi mbalimbali kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa na hata taifa kuingilia kati, ikiwemo wizara ya ardhi lakini hadi sasa bado baadhi ya wananchi wameendelea kulalamikia kuporwa ardhi yao katika eneo hilo dogo, ukilinganisha na maeneo mengine ya ardhi ya mji wa Tabora. kutoka hapa Tabora mjini, mimi ni Juma Kabipi, Azam News.